Asante, asante mm. -hmm. tunaingia hapa kukuro, lakini uongozi ndio naongoza vita ndio kwa maana nikueleze. Mwanzo ya kwanja nilisema ni discipline mhm uh mm -huh, ndio tunatumikisha discipline mm. -hmm. na discipline sasa ndio inatuangamiza na ndio inapana mchini mhm mm. Lakini kwani angekuwa hata angechukua hata kapurali moja anaongoza la Urundi, anaongoza, anaongoza jeshi la miezi mm -hmm. mm -hmm. FRDC, mnajulikana kama nyinyi ndio mko, muko munapanapana muna mamingini ya hapo Kongo, mko mnapatia M23 ukweli amaongo fardeshe hawana lengo ya kupana mjini hata kamwe, lakini ni hakika mnasema fardeshe sio fardeshe lolote. Kuna fardeshe viongozi yenye kutumwate kutoka Rwanda kama viongozi vyenye kutunavyo, ni mpaka leo ndio wanaongoza, sababu kijeshi ni discipline ile yeah, mm. Discipline yenye tunakuwa nayo kuna leo ni ya Rwanda tulikuwa tuko nayo. Mm. Mpaka president wa Chekeja na kuya anakuta uongozi tunayo, tulikuwa na uongozi ya Rwanda mpaka leo ni naongoza. Mm. Tunakuwa karibu karibu, sababu tuelewe vitu viko napitika nje mm -hmm. mm -hmm. ya mwenga kamituka. Mhm. Mm mhm. Wasi ipo kamtuka na ndani ya mwenga mhm mm mule ndani muna mwenga muna wajeshi wa offside kutoka Rwanda mpaka leo wako wamo depi 2016. Mhm. Mm -hmm. Wako depi 2016 wako ndani mule wanavalia maraka mule. Mhm. Wako mule mule. Kuna wengine, kuna kata wa China, kuna watete, societe, mm -hmm. ni wale wale. Mhm. Na asego ni wale wale. Wana mm. kampani mzima ya wenye Rwanda wako mule mule hawabadilishwaki.

Asante sana, tunakaribia na salimu na memba wote wenye wanafuata Radio B-INFO kwa makini kabisa wenye mm. So, jitambulishe kwa wenye wako wanatufuatilia, ila tukuje kuingia mkipindi chetu vizuri na wameshakufahamia. Asante, mimi naitwa Hamia Ali Hassan, Hamia Ali Hassan, mm -hmm. Mimi ni wanajeshi toka ndani ya nchi ya Kongo. Mm, manake uko mu FARDC. Niko FARDC mimi ni captain kwa FARDC. Mm, kwa muda huyu uko affecte mu region gani? Mu FARDC. Nipo hapo mu Sud Kivu. Hmm. Mm. Hapa mu plaine de Ruzizi. Mm. U Shepere ya Bufliru sehemu wanaita Remera. Remera. Mm -hmm. tu, tu, tunafurahia kuwa na wewe Maiki kipindi. Karibu tena. Asante asante, mtangazaji. mm -hmm. So tunapenda tuzungumze na wewe kuhusu mambo ambayo tuko tunasikia kuhusu hii FRDC yenu. FRDC, mnajulikana kama nyinyi ndio muko munapanapana muna mamingini ya hapo Kongo. Mko mnapatia M23. Ukweli amaongo? Aya, asante, alhamdulillahi, nashukuru kwa kuniuliza swali nzuri kama hii. La FARDC hawana lengo ya kupana mchini hata kamwe. Mhm. Lakini miatika mnasema FARDC sio FARDC lolote, kuna FARDC viongozi yenye kutumwa depuis kutoka Rwanda. uhum. kama viongoziv Navyo ni mpaka leo ndio wanaongoza. Mm. Sababu kijeshi ni discipline. Ile discipline yenye tunakuwa nayo kuna leo ni ya Rwanda tulikuwa tuko nayo. Mm. Mpaka President wa Tshisekedi anakuja anakuta uongozi tunayo, tulikuwa na uongozi ya Rwanda mpaka leo ni ngaongoza. Mm. Tumeenda karibu karibu, sababu tuelewe vitu viko napitika njia mwenga kamituka. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm wasi ipokamtuka na ndani ya mwenga uh -huh. Mule ndani muna mwenga muna wajeshi wa officers kutoka Rwanda mpaka leo wako wamoteepidee uh -huh. Wako mseze, wako ndani mule wanavalia maranga mule uh -huh. Wako mule mule kuna wengine kuweza kata wajina kuna watete susiter uh -huh. Ni wale wale wale uh -huh. Na shego ni wale wale. Wana kampani mzima ya Wanyarwanda wako mule mule, hawabadilishwake. Sasa sasa, kwa nini hawabadilishwake? ni uongozi yenye iko ndani ya nchi ya FARDC, sababu tunaelewa kwamba tuna kiongozi moja tu anaitwa Felix Antoine Tshisekedi. Hana hmm. jeshi lake hana hmm. depute hana hmm. ministre, ni yeye peke ndani ya nchi ya Kongo. hmm. Ai, tena na mlifanya uchaguzi, walifanya uchaguzi wakizani wanachagua iko mpango yao, ili wagawe nchi, lakini wanakuta mwanaume ni yeye peke, kwa nguvu hataki kugawa nchi. So kwa hiyo kila jenerali wote wenye wako na ndani ya nchi ya Congo wanapokea mshahara mbili, wanapokea mshahara toka Rwanda, wanapokea na mshahara toka Congo. sasa hiyo mlitambua tangu lini hivi teja tunanja itambua mwazi masiku tangu Tshisekedi ya kubali kwamba likongomane na takukombania nchi hmm, ya Congo. Kama sisi wenye tuko na maranga za chini tunapashe, tunajua hivi vyote alakini, so unaeleza mkubwa mm -hmm, akikwambia mulingala nayebi owa na nayebi jua Daisha amemaliza, hawezi ongeza, sababu nchi ya Kongo ina viongozi. Kiongozi hataki mwelezea neno, tazama, hii neno iko hivi, iko hivi. Kwa hivyo ah, hataki ukimwelezea na kuambia, naelewa vyote mm, na ndio tatizo tuko nao ndani ya mjini ya Mwenga kamtuga mm -hmm. kabla hawaya tochi viongozi mm. wala wapatie wajini, waangalie kesi ya kongoza ile ile, hii objective yao ya sasa ile fayabo Watapatia wachini, wiki tatu, kama pata habari ya kwamba wasi wa M23 Mwenga Centre walishakaribia. Habari zenye tuko tunapata zinasema ya kwamba tuna Mwenga ndo, wa na Mwenga ndo wa M23 wanafika walishaanza kuonyesha mavideo ya ma FARDC wako wanakimbia kimbia. Je, ni ukweli ama ni uongo? Haya, ni siwezi kuambia eti kwamba ni uongo wala ni ukweli. mm -hmm. Ila kitu na kujulisha ndio hiki iki bana mtangazaji ndio Ina ile eneo kusema ikamatike ni wanajeshi wenye kuongozwa na Rwanda, ndio wangali pale pale. mm -hmm. ni lazima askari warudie nyuma, kwani wako na napeo na viongozi yao wa Rwanda. mm -hmm. kwa sababu rensenemet hiyo uchunguzi ya jeshi la secteur ni uchunguzi wa Rwanda, ndio huko kule eneo ya Kamituga. mm -hmm. lakini wangeweza askari waloko nakimbia ni wale wale wenye wanaongozwa nao, lakini wale waaskari wa kabimbili wakongomani hawakimbie. mm -hmm. Wale wanaongozwa na ile kikundi ndio wenye wako nakimbia. mm -hmm. Na kwa sababu wanajua konsinye walipewa na viongozi vyao. mm -hmm. Lakini wale wajeshi wanajua ti kwamba udongo ya Kongo ni yao, hawakimbie, wako pale palepale mm. ila Adui iko anapewa na jeshi la Kongo la FARDC, iko anapewa njia muzunguke hivi mm -hmm. muzunguke hivi, tunarudia. mm -hmm. kwa njia 2023 mm -hmm. 2023 tarehe 7 ita mwezi ya 4 mm -hmm. tumetumia barua tukiambia wakubwa nao, mtizame zile ngombe ziko naenda kamituka na mikuku wale mm -hmm. sio wa, wa raia ni wanajeshi wako naingia kule mm -hmm.

ndo mm -hmm. wako nasaidia napeja, wa mungini, wa, na onjao wanafika mungini wanageuka kuwa wanajeshi. mm -hmm. wananja advance lakini hawatafika wakitoaili, viongozi hawatafika. na ingine kosa tunayo ya jeshi ya Kongo ndio hii kuanzia mm -hmm. ile wanajeshi wale wenye kiwanja wenye wakimbie, mm -hmm. walianzia vita tangu Nyabibu tangu Shanje lombishi cha Mbombo walipigana mpaka Walungu wako napigana, hawa batrisha haki Wakongomani wa batrisha haki. mhm eti kikosi hiki tulete hiki kingine kinakini mishu ya pama ile hile njina juwa hile mishu wanachiaka pale pale tu mhm mm, ndiyo tunahitaji. Tunasema wakuu wanajeshi waku Wakongomani wa sambusa, tunawaomba watu saidie na shishi mm, tuongose hii wabadilishe sehemu nyingine wale wajeshi wenye kwa kuchinya Uvira, wanazungumza wanakaa, hawaende, waende kule wale wengine nao, kwa kumshike wiki moja itakuwa imepigwa kwa Rwanda, turudie kwa Rwanda, lakini wao viongozi hawataki hivyo mm. Nilisha sema ya kwamba serikali ni disipline. Na namlisha aona kosa penye ipo sasa. Nyinyi mnapanga kufanya nini? kama hakutokuwa badiliko lolote, kabla hakutokuwa badiliko lolote, si venyewe tutabadilisha, tukikuwa watatu wa nne watano wa sita hadi kumi na mbili, usia, yetu, na mbili shi vyenyewe tutaisigeuzia si venyewe tutaugeuza uongozi itakuwa ku mikono yetu. Shio wenyewe wachini mtageuza uongozi kivipi? na ulishasema kwamba serikali ni discipline. Ni, ni discipline lakini, kuna ordre wanasema, francais ni ordre madone na ordre done Mm. Tafika kunivoto tutaunga otre mali, doneshi wengine, italeta heri, italeta ushindani ya Congo. Kwani ye mwenye Rwanda ana nguvu gani? Ana silaha gani? Anawajeshi gani? Ye kwenye anaendaka tu anaendaka, harudia yake nyuma. Kwa nini? Ni kwani uongozi ndio njia mbaya, yangeina mm. Nyangezi, nyangezi kunja mm -hmm. Nyangezi iko wazi, ndio balabala walungu kavu. Ndiyo, huko nikwambia aambia tufunge nchi ya sehemu fulani tuache wale waende kisha tupige huku, wale wenyewe watakamatwa kama mbuzi. Mm. wakubwa wakanishiria kulingana, wakasema toyebi na mpaka leo toyebi, tangia mwezi ya saba mpaka leo kumi na moja, ile toyebi si apataka solution. Toyebi ina maana gani? a tunaelewa, lakini ingine swala langu hii mchezo oh, ilianza chezeka depuis de, depuis Nord Kivu na bakaingia mpaka Sud Kivu, lakini tunaona wanga, wangali wanacheza ile ile mchezo sasa nyinyi mna nguvu gani za kubadilisha hiyo mchezo na wakati tunaona wanazidi kukamata kubanabana mama mingine? Wapu. Ndio na, na, na usha sema ukumbuke, kama shatwambia kamba kisekedi iko yeye peke tu pale e, sasa nyinyi mna nguvu gani? Sisi tuna nguvu watutoe vipengamizi. Vipengamizi vipengamizi nani atatoa vipingamizi? Mbona ni wale wale tu wako pale moja ni sababu sisi tunakosa nguvu ya kukamata watu wetu wa chini mm. Wakutanane na ule mzee wa mwambie shida wako nayo mm. Tunakosa wa kuwatuambie, ti hapana mm -hmm. na shi tufike kwe. Tupatie hata barua, tuandike barua yetu ifike kwa ule mzee, yeye pekee mwenye anasimamia udongo wa Kongo mm. Tumuoneshe kwamba hana viongozi vyovyote viko na msaidia kwa kila kazi anayo mm. -hmm. ile sisi tunataka fanya kazi mm. -hmm. wani wakisema tunakupa wiki tatu tu ukamate ukafu tutaichukua mm. -hmm. bila tatizo ili tukashindwa watu pige masasi ya zara na jojo kinao kana watu kono kwamba sisi ni watenga mimi ni na sasa mm. Lakini ule mzee wa kwetu watufikishe message yetu ifike kwake. Mm -hmm. Atuelewi mm -hmm. na tusikie shida letu. Nangaliegizi na ya kutamwa nchi ya Kongo itakuwa na uhakika jeje? mbele za Mungu. Sasa wewe unafikiri mpaka hivi Chisekedi hayatambua haya? haya hayo anatambua nusu nyingine, nusu hayatambua, kwa sababu mm. sababu naye ni mwanadamu mm. sababu bale bale vale kunabo bale mm -hmm. ilikuwa mbele wafike Minova, mbele wafike Minova. Mimi nilikuwa kwa ile line ya Minova, nikielezea mkuu tulikuwa naye, tufike kilima ya juu ya pili msiti Kivu uh -huh. Akinieleza kwa mwezi na kati naandikiwa, akinielezea bado ile kilima tuache kwanja uh -huh. tukikutanana na wanajeshi wa Burundi alikuwa kiongozi alikuwa majoro majoro, kama kat, majoro Katiza. Mm. ukienda naye tukisema ile njia ifungwa, akasema tuna toyebi tunaangalia mpaka. Mm. wale wakubwa wakati minovu lianguka, wakaenda Kishasa mpaka leo Kishasa wanjia tete na komanda sector wote wanaenda Kishasa. Mm. walikula hela zao wakaenda Kishasa. Mm. Hivi tachi yetu tunalomba ni ombi tunaomba mtufikishie ujumbe yetu kwamba sisi tupo tayari mm -hmm. Kumaanisha nchi ya Kongo hatuna udongo wenye kukimbilia taiga, ndani ya machunguzi ingine ndakutolea kesho. Mm -hmm. So lakini, mbele ya kutuaga, turudie kunani kushando batai hapa Kasika, jana kulikuwa vita tele hivi, pako situation situasio ya pale ikoje? Situasi ya kasika saa hii muda hii wanasema seselefe, lakini kongomani mani ndiyo kuna seselefe. Alakini, mnye Rwanda hana seselefe. Mnye Rwanda hana defense. Na Kongo hii nakubali seselefe. Ole sana. Iyo ndiyo nye nakua tatizo. Na tatu tunayo ni ingine tatu mwa tunajua Kongo mani mm. Wakati mbele na wengine walipigana na government ya ya muasi kanambe mm -hmm walikuwa napigana nao na mchana mpaka wakateketeza jeshi mm. Uh, walishakula hela za mwasi kanambe mm. Nao wanaikala kimya oh, nasi tunashasikia seselefe, tushasikia seselefe. Sasa kongo mani gani mwenye atakubali? Shishi tunakubali kufia nchi ya Kongo, mtusaidie, mfushe meseji yetu, kwani wale wajeshi wako napigana napigana kuna wajeshi wanakomando na jeshi na viongozi ya Rwanda. uh -huh. Na kuna wengine wanakomando na jeshi na FARDC. uh -huh. Kuna koloneli koloneli mwenye alikufa Jumatana, huyo koloneli ni kwani alikufa? Kuna vitu vingi angetoa ndani ya roho yake, lakini washi akaenda. Ule kapitene mwenye aliuawa hakukufa na na adui uh -huh. Ule kapitene alinawishwa na watu wengine na hmm, zipo okay, walikuwa walipinga, Mungu pekee ndiyo atawatambua zipo, walipinga, hawatakubali udongo ipotee, walipewa hela hela wakisema, hawatafikia kwani alifariki. Basi mtu na mtu aliyefariki, lakini ni uhaki na ukweli baba. Eske kwa hakika mm, nanyi mnaona kwamba unakosa jeshi e, FARDC ama FDNB Aba na jeshi FARDC. Eske kongu unakosa jeshi kweli? Mimi sijawahi sikia sehemu si ya FARDC ingi ya kufro. Depuis vita vilianza Goma, sijawahi sikia FARDC mko kufro. Asante sana. Mm. T naingia hapa na kwa alakini, uongozi ndio naongoza kwa vita, ndio kwa maana nikueleze, mwanzo ya kwanja nilisema ni discipline mhm uh mm -huh, ndio tunatumikisha discipline mm. Um. na discipline sasa ndio inatuangamiza na ndio inapana mchini mhm um. Alakini kwani angekuwa hata angechukua hata kaporali moja kutoka kwa jeshi la Burundi, anaongoza hii anaongoza jeshi kwanza la Kongo. Ka kwa kwa, kwa ya Burundi anaongoza kwanza jeshi la Kongo nyuma ya miezi tatu inaweza shimo kama kwa jeshi hiyo mm. ni maono yako, niono langu mimi peke mm. So aha kwani FARDC sasa haina viongozi mm. iko na jeshi mm-hmm. Lakini haina uongozi mm. Narudia mara pili, iko na jeshi lakini haina uongozi, ukifuata majeshi kizi ziko na lalamika zingi ziko fasi zingi zinasema, kwa nini adui kwa natupita hapa pepembe nini mbele yetu shi wanakatara tusimpige, kwa nini njoo? Manake amuna viongozi ok marisi mm. hatu kuna papa. So hata basi ni kushukuru kwa muda hui njiyo papa mm. Nafikiri nikikutafuta hata baadaye tu utanipa nafasi tuongee tuonge, tayari kabisa, nipo tayari. Okay so bakunzi ba B-INFO reka ndabashimiye mubwe mubanye ndatumire kino kiganiro twari dufise umutumire umusirikare wa frdc ari ku ipete rya capitaine